Viongozi wa Kenya kwanza wakiongozwa na Naibu Rais Kithure Kindiki, wameteta mipango wa uwezeshaji wa kiuchumi unaoendeshwa na serikali nchini. Haya yanajiri baada ya viongozi wa upinzani kutilia shaka chanzo cha mamilioni ya pesa yanayotolewa na wanasiasa serikalini katika mikutano hiyo ya uwezeshaji. Na Melita Oletenges anaarifu zaidi. Mpango wa uwezeshaji wa kiuchumi wa serikali ya Kenya kwanza unaendelea kushamiri katika juhudi za kufuta dhana kwamba serikali imewasahau mahasla waliowachagua. Mamilioni ya pesa yamekuwa yakitolewa na wanasiasa katika hafla hizi, jambo ambalo limeuchochea upinzani kutaka majibu kuhusu chanzo cha pesa hizo. Wananchi wamechanuka, mahitaji ni mengi, ile maneno inahitajika, kazi kubwa na kazi ngumu, sio kazi ya watu wavivu, watu ovyo, watu ya ukabila hapo na watu wa kulalalala na kungojea wasifiwe, wapigwe makofi. Wale mpinzani, wale wapinzani ambao hawana maana, wanasema wamama waendelee kuteseka. Nyinyi mnawaambia shetani afanye nini? Ashindwe, sio Aidha, viongozi hao pia wameibua maswali kuhusu chanzo cha pesa za gashagwa na viongozi wa upinzani kufanya kampeni maeneo tofauti nchini. Siasa ya chuki, siasa ya uchochezi, siasa ya kupiganisha watu, siasa ya kusema watu wakichangiwa pesa iko makosa, imefanyika. So usidharau reli kwa sababu ya uembamba, gari ya moshi hupitia juu yake. Jameni, ama namna gani? kwa sababu uongozi sio kifua sio sijui nini, uongozi ni matendo. Tunashikanisha wakenya pamoja na pia tunawasaidia kwa biashara yao ili wakuwe na pesa ya kuendesha shughuli ya maisha ya familia yao. Naibu Rais Kithure Kindiki amepuuza madai kwamba serikali itahudumu kwa muhula mmoja pekee. Na utitishe sisi na tamu, sijui tamu ngapi nani, nani atasafu tamu gapi? So what? It's not important how long somebody serves. What is important is what someone does when they are in office. Singini hapa, mmezoea maneno ya vidole mbili. Vidole mbili inamaanisha tota ya William, tota ya William. Rais William Ruto alitoa jumla ya shilingi milioni tisa katika hafla za uwezeshaji zilizofanyika katika maeneo ya Kimilili, Masinga na Kangundo, kunaibu Rais Kithure Kindiki akichangia shilingi milioni nne Masinga na Kangundo. Melita Oletenges, runinga ya Citizen.